Hatuendi okay, kushangaa sangara sato wa Mwanza na magorofa hapana, tunakwenda kushindana. Ukiwa kule, usiwe mnyonge, watu wote wako sawa. Hata ukiona mtu ni mrefu au yukoje, wewe unakuwa ni mahiri kuliko yeye, ni umahiri wako ndio utakao tufanya Mtwara tuthaminike na tuvuke na salama. Watu wengi sana duniani wamepata majina kupitia michezo, wamekuwa watu maarufu sana, wamekuwa watu muhimu sana. Kumbe kilichoainua ni nini? Ni michezo. Mwanamichezo, ili awe mwanamichezo, sifa kuu ya mwanamichezo ni nidhamu, licha ya umahiri, lakini ni nidhamu. Kauli mbiu ya mwaka huu kitaifa kwamba tuwekeze katika mchezo wa ustawi wa elimu na viwanda Tanzania, kama unavyojua kwamba theme ya serikali yetu ya awamu ya tano ni katika kwamba viwanda vinaboreshwa na vinaendelezwa. Na sekta ya michezo ni sekta kubwa sana, ambayo kama unaangalia vunizi wake ni kwamba swala la viwanda inaweza kusaidia sana, kwa sababu tuna vifaa vya michezo. Watoto wetu hapa kama unaona wamevaa viatu, wamevaa jezi, wamevaa wanatumia mipira na vitu vingine. Kwa hiyo kwa kuangalia tu hivyo, akatunz tuka invest katika kue kue na viwanda mbaoazalisha ahiivya michezo mipira pamoja na, na jezi kwa kupitia sekta hiyo, sasa watoto wetu wanavyozidi kuwa na vipaji ndivyo uhitaji wa matumizi ya vifaa vya michezo. Wanapocheza akili yake pia inakuwa active. Ni rahisi sana kukumbuka mambo ya masomo na inamsaidia pia asikuesisha na mambo mengine ya anasa ambayo anaweza kumpelekea taaluma yake badala ya kufanya hayo mambo, anaenda kwenye michezo. akili na katika anaesh Mimi hapa nashiriki mchezo wa volleyball, kuna matumaini mengi sana kushinda ezi, katika katika no aidi, kushinda, ya kushinda kwa sababu nimejiandaa vizuri katika mchezo huu katika mazoezi na hata katika kufa mazoezi. tunaahidi matarajio hakuna mtu anayekuwa na matarajio ya kushinda. Tunatarajia kushinda. Kuna michezo ambayo tunahakika lazima tutashinda. Kwa mfano volleyball hiyo <coughs> kila mwaka huwa tunarudi na kikombe, lakini si volleyball tu, hata handball, wako vizuri.